Ni kwamba ndugu ya rais Uhuru Kenyatta, Muhoho Kenyatta amewataka vijana kusimama imara na kuchukua nafasi za uongozi, akiwarai kutumia teknolojia kuleta mageuzi. Akizungumza katika kongamano moja la vijana jijini Mombasa, Muhoho alisema nafasi ya vijana katika uongozi imekuwa finyu licha ya wingi wao. Emmanuel To anaarifu mengi Akizungumza katika hafla ya wakfu wa kuwatuza washindi wa The Duke of Edinburgh katika kaunti ya Mombasa, <coughs> nduguye rais Uhuru Kenyatta Muhoho Kenyatta aliwataka vijana wa bara la Afrika kutetea haki yao na kuchukua nafasi za uongozi ambazo wanasema hawajachukua kwa miaka nyingi.

licha ya wingi wao muhoho anasema inasikitisha kwamba mifumo ya uongozi inawanyima nafasi ya kuongoza. Ladies and gentlemen, we need to urgently refocus africa stands at a crucial crossroads our continent's trajectory will be determined by how well we prepare our youth for the challenges and opportunities of tomorrow hata hivyo waziri wa michezo Salim Vuria aliwatahadharisha vijana dhidi ya kutumia mitandao kwa uchochezi. You know, you will only benefit from technology, uh, when you become positively creative. You know, not a situation where you use the online platform negatively, uh, and then you begin to ruin your profile at, you know, at that level. Matamshi haya Muhoho ya Muhoho yanajiri siku kadhaa tu baada ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutifua kivumbi baada ya kuwataka vijana wa bara la Afrika kusimama kidete na kuokoa mataifa yao, viongozi serikalini wakimkashifu kwa kuwachochea vijana. Emmanuel Toru ninga ya Citizen.